Wakati timu inaingia uwanjani, ile saa sa tisa na dakika hamsini na nane na saba wanaingia uwanjani kwa ajili ya kwenda kuanza mpira ama mchezo, mchezo wa kesho, mashabiki wote ambao tutakuwa katika uwanja wa KMC tutasimama kwa pamoja na kuwapigia makofi wachezaji wetu, ikiwa ni ishara ya kwamba tunawapongeza kwa kazi kubwa ambayo wameifanya na kwa kuipeleka Simba yetu hatua ya fainali ya kombe la shirikisho. Asikae chini hata shabiki mmoja, kila shabiki atalazimika kusimama na kuwapigia makofi ya nguvu wachezaji wetu kwa kazi kubwa ambayo wameifanya. Sasa hii haitofanyika tu uwanjani. Kama kuna watu wanaangalia wanaangalia mechi kwenye TV na wenyewe vile vile watalazimika kusimama. Hata kama uko peke yako, utalazimika kusimama na kuipigia timu makofi. Kama mnaangalia ba, mtasimama, mtaipigia Simba makofi. Kama mnaangalia kwenye tawi lenu, kama mnaangalia kwenye basi, maana sikiza, Azam TV wanaangalia hadi kwenye mabasi. Mnasimama kwenye siti uliokaa, mnawapigia makofi wachezaji wetu. Hii itafanyika pale wakati timu inaingia uwanjani kwenda kuanza mchezo. Na mara nyingi timu wakati zinaingia uwanjani huwa zinaingia timu zote mbili, yaani eh, timu wanaocheza pamoja na mpinzani. Kwa hiyo, mashujaa, wakiona sisi tunapiga makofi wasifikiri tunawapigia wao, tunaipigia Simba yetu ambayo imeingia hatua ya fainali. Kwa hiyo, wana Simba, wito huu umfikie kila mwana Simba. Tukumbushane kwenye matawi yetu kwenye magrupu yetu. Tutakapofika uwanjani kesho, jukumu uh, letu ni kunyanyuana ili tusimame tuwapongeze mashujaa wetu ambao wametuvika nguo kwa kuipeleka Simba yetu hatua ya fainali.